Tarehe ishirini mwezi wa sita mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano, siku ya Ijumaa, e, baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni litakuwa linafikia tamati, linafikia tamati kwa maana linakwenda kuvunjwa, kufuatia tamko lililotolewa na waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Muhamedi Mchengerwa ambalo limeagiza mabaraza yote ya madiwani nchi nzima yaweze kuvunjwa. Kuvunjwa kwa mabaraza ni kwamba kunaashiria kwamba sasa madiwani wanakuwa wamemaliza majukumu yao ambao wamekuwa wakiatimiza kwa wananchi kwa kipindi cha miaka mitano. Baraza hili la Kinondoni limekuwepo toka mwaka elfu mbili na ishirini mwezi Desemba, na sasa tunakamilisha shughuli zetu. Kwa maana moja tunakwenda kujiandaa na uchaguzi. Tamko la serikali limekusha toka, tamko la vyama limekusha toka, kwa maana tarehe ishirini na saba bunge linavunjwa na kwa mujibu wa sheria, eh, baraza huwa linatakiwa litangulie kuvunjwa wiki moja kabla ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nadhani mnafahamu baada ya bunge kuvunjwa tarehe ishirini na nane, mchakato wa kuchukua fomu kugombea nafasi mbalimbali za uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi utakuwa unaanza maana wagombea wa nafasi za udiwani, wagombea wa nafasi za ubunge, pamoja na uwakilishi wa kule Zanzibar wataanza kuchukua fomu. Kwa hiyo hamwezi kuanza kuchukua fomu za kugombea tena nafasi hizo, kwa wale ambao wataokuwa wanahitaji pamoja na wagombea wapya, kama mabaraza madiwani atakuwa bado yapo ama na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakuwa bado liko. Ndio maana unaona kuchukua fomu unaanza tarehe 28 ndani ya juma, lakini na mabaraza haya kwa maana la madiwani linavunjwa hiyo tarehe ishirini na bunge tarehe ishirini na saba. Sasa mimi kama mea wa halmashauri ya Manispaa Kinondoni ambaye nimekuwa nikiongoza baraza la madiwani la Kinondoni, eh, toka mwezi Desemba eh, mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa tunajivunia mafanikio makubwa. Kwanza tumeongeza ukusanyaji wa mapato. Eh, halmashauri hizi zinaongozwa na mambo na vyanzo viwili vya mapato. Kuna mapato yetu ya ndani lakini vilevile tuna mapato ya ruzuku kutoka serikali kuu. Wakati naingia kama mea, nilikuta mapato ya halmashauri hii ya ndani, mapato ya ndani yalikuwa ni bilioni arobaini na mbili kwa mwaka. Tumeweza kuyapandisha mapato haya kwa hivi ninavyozungumza, eh, tuna mapato yanayofikia shilingi bilioni sabini na nne, lakini kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita eh, kwa maana katika utekelezaji wa bajeti mpya itakayoanza Julai. Wakati baraza hili takapokuwa limevunjwa, bajeti ya manispaa ya Kinondoni imepanda kutoka hiyo sasa ya mapato ya ndani kutoka hiyo bilioni sabini na nne ambazo tulikuwa tunakusanya na sasa tutakwenda kukusanya jumla shilingi bilioni themanini na sita. Hayo ni mafanikio ambayo unasema chini ya uongozi wangu na baraza la madiwani na madiwani wote ambao tuna jumla madiwani hapa jumla madiwani ni thelathini. Kuna kata ishirini ambazo zina madiwani wa kata tuna madiwani wa viti maalum e, saba, pamoja na wabunge watatu kwa maana wabunge wawili wa majimbo, jimbo la Kinondoni mheshimiwa Karima Abbas, jimbo la Kawe mheshimiwa Kwajima na mbunge mmoja wa viti maalum. Kwa hiyo tunafanya baraza letu kuwa na idadi ya wajumbe wajumbe thelathini. Kuvunjwa kwa baraza hakumaanishi kwamba e, mambo yanasimama kwenye halmashauri. Miradi yote ambayo imekuwa ikitekelezwa miradi ile itaendelea kutekelezwa kama ilivyopangwa. Maana yake ni nini? Anayeondoka hapa ni mea, anayeondoka hapa sasa hivi ni waheshimiwa madiwani. Moja ya kazi ya mea ilikuwa ni kusimamia, kuhakikisha mambo yanatekelezwa, waheshimiwa madiwani kadhalika kuhakikisha mambo yanatekelezwa katika kata zao. Lakini halmashauri ina pande mbili, ina upande mmoja wa leadership, kwa maana ya uongozi ambao anamsimamizi ni mea lakini una upande wa pili wa utendaji ambao msimamizi ni mkurugenzi. Sasa anapoondoka mea na waheshimiwa wa madiwani, sheria inasema mkurugenzi sasa anasimama katika nafasi mbili. Kwanza atasimama kama mkurugenzi kwa maana ya utendaji, lakini nafasi ya pili anasimama kama mea, kwa maana ataendelea kusimamia shughuli zote ambazo mea alikuwa akizisimamia, na atasimamia kipindi kile kwa sababu mea hayupo na watendaji wanaomsaidia mkurugenzi ambao ni chombo kinaitwa CMT, yani council management team, watafanya kazi za utendaji, lakini vile vile watafanya kazi pia kama waheshimiwa waheshimuwa madiwani, kwa maana kipindi kile chote shughuli zote zitaendelea. Kwa hiyo wale wananchi ambao kwa njia moja ama nyingine, wanaona kwenye maeneo yao kwamba kulikuwa kuna mradi haujatekelezwa, sasa baraza limevunjwa, labda mradi ule mradi ule ule utasimama. Nataka niwaambie, mradi ule utaendelea kama taendelea kutekelezwa kwa sababu mkurugenzi ambaye ndio mtendaji akaendelea kutekeleza miradi yote ambayo tuliacha ambayo ilikuwa katika pipeline ya utekelezaji. Kwa hiyo, wasiwe na hofu, mambo yatafanyika na yatakwenda kama ambavyo taratibu zinataka. Waondoe hofu. Hofu pia watu wa Msasani, watu wa Mikocheo ambao walikuwa wamehitaji sana kituo cha zahanati kwenye eneo lao, eneo limeshapatikana fedha zimetengwa tupo katika hatua za mwisho za kumpata mkandarasi ambaye atatekeleza ile kazi. Kwa hiyo hata kama hatupo, mipango yote itaendelea kufanyika kama kawaida. Kuna jimbo la Kinondoni, kuna jimbo la Kawe. Kata za pembezoni, kata kama Mbezi Juu ina changamoto ya miundombinu, tumeweka mkazo eneo hilo miundombinu iboreshwe. Kata zetu za pembezoni sisi tunazungumza, ni kata ya Mbezi Juu ina shida ya miundombinu ya barabara, vivuko lakini tuna kata ya, ya, ya, ya Wazo ina changamoto hiyo. Kata ile ni kubwa, hata katika sensa ya watu na makazi kata ya Wazo ina watu zaidi ya laki moja na hamsini, ni idadi kubwa sana. Unaweza ukasema ile kata ile stahili pengine kuwa hata wilaya. Kwenye maeneo mengine, ina changamoto ya miundo ya barabara, lakini tuna kata pia ya, ya Magotande ya kata kubwa ambayo nayo inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya watu na eneo lake pia kubwa, ina changamoto ya tunahitaji kufungua ile kata kwa maana kujenga barabara za lami. Ziko barabara ambazo tumezipitisha kwenye BMP2 ambayo inatarajiwa kuanza, lakini bado kwa ukubwa wa kata ile, sisi kama halmashauri tunahitaji kuongeza nguvu, kwa maana kupeleka ile asilimia yetu ya ujenzi wa miundombinu kwenye ile kata, ili walau iweze kufunguka. Mji sasa hivi unahamia huko, ndio maana hata jioni mnaona foreni, si magomeni foreni zote zinaendelea zinakwenda kaskazini mwa wilaya. Kwa hiyo ni wazi kwamba eneo la huko lina wakazi wengi. Mimi kama meya nimeweka mipango ya kimkakati kuhakikisha maeneo ya huko yanafunguka ya vizuri, hiyo maeneo hayo ambayo sasa yanakaliwa na watu wengi. Ndio maana hata katika shule nimejitahidi sana kuongeza shule nyingi za msingi kwenye maeneo hayo, tumeongeza shule nyingi za sekondari kwenye maeneo hayo, kwa sababu kuna wakazi wengi wanaojenga na kuhamia huko, na kuwa wanahamia huko wanahamia pamoja na, na familia. Kwa hiyo ni lazima na miundombinu mingine ikiwemo ya maji safi na salama iweze kuboreshwa. Tumefanikiwa hapa Kinondoni, tumekamilisha jengo la utawala ambalo tayari limeanza kutumika. Jumla shilingi bilioni 4 zimefanya kazi hiyo ambazo ni mapato ya ndani. Tumekamilisha stendi yetu ya Mwenge. Mwenge pale sasa pamekuwa ni pazuri eh, stendi kubwa, eneo sasa la kibiashara, tumetumia jumla shilingi bilioni 12, yote ni mapato ya ndani. Tumekamilisha uwanja wetu wa mpira wa KMC Complex ambao mpaka sasa nasema ni zaidi ya asilimia tisini na tisa na umeanza kuchezewa na kuleta mafanikio makubwa kwa maana ya kuleta mapato ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, lakini pia kuibua vipaji e, ya michezo na wachezaji ndani ya manispaa yetu na Tanzania kwa ujumla. Lakini sisi kama Kinondoni tumekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya, e, ya elimu ninavyozungumza. E, tumeboresha elimu ya msingi leo, Kinondoni kwa zaidi ya miaka minne mfululizo imekuwa ina, inaongoza kwa ufaulu ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini sisi ndio kinara wa ufaulu katika Tanzania nzima, kwa maana Tanzania bara. Hayo ni mafanikio makubwa katika elimu ya msingi, lakini twende kwenye afya. Sisi tuna jumla ya vituo 36 vya kutolea huduma kwa maana kakwa la ilani linataka, ilani ya uchaguzi sisi ya CCM inataka kila kata iwe na kituo iwe na zahanati na inapobidi tuwe na kituo cha afya. Ninafurahi kusema mpaka tunaondoka, baraza hili linavunjwa, sisi ni kama tumekamilisha mpango wa kuwa na zahanati kwenye kata zote ishirini, yani kata kumi na tisa tayari tuna zahanati, lakini tumebakisha kata moja, kata ya Mikocheni ambayo kwenye bajeti inayoenda kutekelezwa mwaka 2025 26 kuanzia Julai, nayo tunakwenda kujenga zahanati. Kwa hiyo zipo kata, ndio maana nimesema vituo vya kutolea huduma 36 zipo kata ambazo zimebahatika sasa tuna zahanati, lakini kata hiyo hiyo tena ina kituo cha afya. Kwa mfano nichukue kata ya Kijitonyama. Kuna vituo vitatu vya kutolea huduma kwa maana kuna zahanati mbili na kituo kimoja cha afya. Hayo ni mafanikio lakini leo mpaka kule Mbweni tuna vituo vya afya, ukienda kule Wazo na vituo vya afya. Lakini sisi Kinondoni tumefaulu, naweza nikasema nimekuwa wa kwanza katika kutumia mapato yetu ya ndani kujenga hospitali yetu ya wilaya. Kabla ya hapo, hospitali ya rufaa ya Mwananyamala ilikuwa ni hospitali iliyokuwa inamilikiwa na kuendeshwa na manispaa ya Kinondoni, lakini sisi tulijiongeza kabla hospitali ile haijachukuliwa na serikali kuu na sasa kwa hospitali ya rufaa ya mkoa. Tumejenga hospitali ya wilaya iko kule Mabwepande. Hospitali hii ina huduma zote ambazo zinatolewa kwenye hospitali ya Mwananyamala. Hospitali nzuri ya kisasa, nitafurahi siku moja nitapata nafasi, mwende nikaione. Hayo ni mafanikio makubwa katika eneo eneo la afya. Lakini miundombinu, nadhani Kinondoni nikiangalia miundombinu yetu, moja ya wilaya ambazo miundombinu yake barabara ni mizuri. Eh? Tumepata DMDP 1 imetusaidia sana kuboresha barabara zetu za ndani lakini tumepata DMBB2 ambazo nadhani muda mfupi kutoka sasa tunakwenda kujenga takriban kilometa 53 za lami ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni. Lakini sisi kama halmashauri tumetenga asilimia kumi ya mapato yetu ya ndani kuboresha miundombinu ya barabara za ndani, kuboresha mitaro yetu inayopitisha maji ya mvua, lakini vilevile vile kujenga madaraja na vivuko katika maeneo mbalimbali kupitia fedha hizo ambazo ni takriban bilioni sita tumeweza kujenga barabara zetu nyingi sana za mtaani. Lakini vile vile sisi tunawezekana tukawa tumekuwa wa kwanza au wa pili ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kununua vifaa vya ujenzi wa barabara vya kumilikiwa na halmashauri yenyewe kutoka nje hapo mitaona. Ipo mitambo ya magreda, zipo hivi yale vile vijiko na mitambo mingine yote ambayo inahusika katika kujenga barabara. Maana yake ni nini? Badala ya kusubiri TANROADS au kusubiri TARURA. TARURA sisi wenyewe Kinondoni tunapoona kuna changamoto mahala fulani, sasa tuna uwezo wa kuchukua mitambo yetu ikaenda mahala pale ikapilia barabara na wananchi wakawa katika mazingira mazuri ya kufika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hayo ni mafanikio, kwa kifupi, ambayo tumeyaleta ndani ya Kinondoni.